Unajua, Simba, klabu ya Simba bwana, ukija kufuatilia kwa undani zaidi, yani hasa kwa sisi mashabiki, yaani sisi ndo tunafanya klabu yetu, timu yetu, na washabiki wetu wawe na presha, kwa sababu sisi wenyewe hatutaki kukubali ukweli. Umeona n yani sisi ndo tunaowapa ofu wachezaji, sisi tunawapa ofu wachezaji. Bwana, kwani tusikubali tu kwamba saa hizi ni kipindi cha mpito, klabu yetu saa hizi inapitia changamoto nyingi, tujipange tuanze upya. Sasa tukisema kila mchezaji ni yule unampa pressure, mambo kama yanayotokea lazima yatokee, kwa sababu hata wachezaji wanacheza kwa hofu, wanajua akiharibu kidogo tu, atazungumziwa kwa mabaya. Tujifunze jamani. Hm? Tujifunze kwa vilabu vyenzetu. Mfano mzuri tu angalia pale Arsenal pale. Eh? Unafikiria Arsenal hawana magarasa? Eti Arsenal wana magarasa wengi sana. Arsenal wana wana, wana Madueke. Yaani yule Madueke yule angekuwa klabu ya Simba. Sijui kama angekuepo mpaka saa hizi. Lakini Madueke pale Arsenal anamwamini, anacheza, mashabiki wanamshangilia. Kuna wakati anakuwa kwenye nyakati nzuri, anafanya vizuri. Lakini katika mchezaji wa mchongo na wa hovyo pale IPL huwezi kuacha kumtaja Madueke. Haya. Striker mwingine huyu Victor. Victor Victor Gyokeres. Naye ni Garasa. Lakini hasa wanamvumilia, kuna wakati anafunga, kuna wakati afungi. Wanaamini. Mimi mwenyewe ni mmoja wa mashabiki wa Arsenal. Mashabiki mzuri sana wa Arsenal. Tunaamini kwamba kuna wakati tutafika, ataingia kwenye mfumo, atafanya vizuri. Sasa, na sisi mashabiki wa Simba, inatakiwa tukubali. Mchezaji mchezaji hawezi kuja kwenye klabu yako, mechi nne tu amecheza, mtu unaanza kumjadili mambo, anakuwa ni mengi. Hamna kitu kama hicho jamani, tukubali tu timu yetu ni mbovu, na wala mangungu hausiki kabisa kwenye ubovu wa timu yetu, ipo sawa. Sasa kama shida ingekuwa ni mangungu, huu usajili unaofanyika unatoka una, una, una, una wapi? Kama mangungu angekuwa ipendi Simba au mangungu angekuwa ndo changamoto ya Simba, huu usajili unaofanywa huu unatoka wapi, yeah? Tunasajili usajili wengi sana. Yaani shida ya Simba ni, ni unajua kipindi cha mpira kimepita tu, inabidi tukubali, tukae tujue tuna, tunafeli wapi, tunakama wapi. Yaani tukikaa tukaelewana, tukianza sisi mashabiki wakafuata viongozi wakaelewana, nafikiri hakuna hakuna shida pale Simba, hamna shida. Tujue tunaanzia wapi, kama ni kwenye kamati ya ufundi tuingie kwenye kamati ya ufundi, tuanzie huko chini. Kama shida ndio shida, jua analogwa jamani. Sisi tumeshinda kipindi tunakuwa tumecheza ndondo ligi za za, za za za, vijiji zile za kata, sijui wilaya, sijui ligi ya ng'ombe, sijui ligi ya mbunge, sijui ligi ya mwenyekiti, ligi ya diwani, jamani, ndo ligi ndogo kule, lakini mambo ya kamati ya ufundi yapo, hayakosi <laughs> na mambo ya kuchezeana yapo. Mpira wetu wa Afrika una ndio uko hivyo Nabii tukubali, yaani tusiogope kuambia na ukweni mangungu, wala usiki kabisa na na nani na kupotea kwa Simba ah! naomba sana mimi sana tu, yaani ah! anyway leo usiku, leo niasea na chesi ndugu <laughs> zangu wa chesi. Sisemi kitu ila nasikitikia sana. <laughs>